Maisha siyo rahisi. Changamoto ni sehemu ya safari ya kila mmoja wetu, lakini kumbuka, kila tatizo unalopitia lina kusudi. Leo nataka nikwambie kitu kimoja cha muhimu, changamoto unazopitia hazikukusudi kukuvunja bali kukujenga uwe mtu bora zaidi. Wengi tunapokutana na matatizo tunakata tamaa, tunadhani tumeshindwa. Lakini ukweli ni kwamba ukubwa wa changamoto zako mara nyingi unalingana na ukubwa wa mtu utakayekuwa baada ya kuzipita. Kila wakati unaposimama mbele ya kizuizi kikubwa, jiulize, labda hii ndiyo ngazi yangu ya kupanda juu zaidi. Changamoto si adhabu, bali ni mazoezi ya maisha yanayokutayarisha kwa makubwa zaidi. Changamoto ni walimu wetu, wanatufundisha uvumilivu, nidhamu na imani. Hakuna mtu atakayekuletea ndoto zako mezani bila jasho na machozi. Ndoto kubwa zinahitaji moyo mkubwa, na moyo mkubwa hujengwa kupitia changamoto kubwa. Usikubali matatizo ya kukatishe tamaa, badala yake yafanye kuwa mafuta ya kukusukuma mbele. Kumbuka hili: kuanguka chini si kushindwa, bali kubaki chini baada ya kuanguka ndiko kushindwa. Na wewe hujazaliwa kushindwa, umezaliwa kushinda. Steve Jobs alifukuzwa kwenye kampuni yake mwenyewe Apple, lakini badala ya kukaa chini na kulalamika, alianzisha kampuni nyingine Next na Pixar, ambazo zilimrudisha tena kileleni. Mwishowe akarudi Apple na kuibadilisha kuwa moja kampuni kubwa zaidi duniani inayotambulika kwa utengenezaji wa simu za iPhone. Kila tatizo kwenye maisha lina matokeo mawili. Moja, linaweza kukuinua zaidi, likakufanya uwe imara, mwenye hekima na nguvu kubwa ya ndani. Mbili, linaweza kukurudisha nyuma, likakupoteza, likakufanya ujione huna maana. Lakini kumbuka, chaguo ni lako. Unapoamua kusimama imara, kuendelea kupigana na kuamini ndoto zako basi hata tatizo kubwa zaidi haliwezi kukufuta kwenye ramani ya mafanikio. Rafiki yangu, usikubali tamaa kushinde. Kuanguka sio kushindwa. Kila mtu aliyefanikiwa aliwahi kuanguka mara nyingi, lakini hawakubaki chini. Kushindwa halisi ni pale unapobaki chini baada ya kuanguka. Unapoanguka simama. Unapoanguka tena, simama tena na kila mara unaposimama unajijengea nguvu mpya ambazo zitakufikisha mbali zaidi. Maisha yatakupa changamoto kubwa, lakini kumbuka, ndoto zako ni kubwa zaidi ya changamoto hizo. Usiache maumivu ya muda mfupi yakakunyima furaha ya muda mrefu. Tambua kuwa changamoto ni walimu wetu, wanatuonyesha thamani ya kustahimili, uvumilivu na imani. Hivyo kaa imara Endelea kupigania ndoto zako, kwa sababu ndoto kubwa hazina nafasi kwa moyo wa kukata tamaa. Asante kwa kutazama video hii. Ikiwa imekugusa, usisahau kusubscribe kwenye channel hii kwa mafunzo na hamasa zaidi. Hapa ni PesaVibe, tunakupa nguvu za kubadilisha maisha yako. Kumbuka, changamoto zako ni silaha zako, zizidishe, usiziogope.